Migogoro ya ndani yazuka Chadema Nyasa baada ya uteuzi wa viongozi wa kamati za mkoa. Uteuzi wa hivi karibuni wa viongozi wa kamati za Chadema katika Mkoa wa Nyasa umeibua mvutano mkubwa miongoni mwa viongozi waandamizi wa, wa chama hicho, hali inayodhihirisha migawanyiko ya ndani inayolikumba chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Uteuzi huo ulitangazwa tarehe 1 Januari 2026 na Mwenyekiti wa Chadema Mkoa wa Nyasa, Joseph Mbilinyi, ambapo aliteua wajumbe wa kamati mbalimbali za mkoa zikiwemo Kamati ya Fedha, Ilani ya Uchaguzi, Mafunzo, Wagombea, Ujenzi, Teknolojia ya Habari na Mawasiliano, ICT, Sheria na Haki za Binadamu pamoja na Kamati ya Chadema Mashinani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, viongozi walioteuliwa ni pamoja na Fanuel Siame na Angumbwike Ntuli katika Kamati ya Fedha; Leonard Fumbo na Elijah Simbeye katika kamati ya ilani; Frank Nkana na Emily Mwakilembe katika kamati ya mafunzo; Obadia Mwaipalu na Neema Kasinge katika kamati ya wagombea; Bruce Nyamwangi na Frank Kifunda katika kamati ya ujenzi; Daniel Naftari na Fikiri Zambi katika kamati ya ICT; Fredrick Kihwelo na Irene Mhando katika kamati ya sheria na haki za binadamu na Pascal Haonga kama mwenyekiti wa kamati ya Chadema Mashinani. Hata hivyo, uteuzi huo umechochea upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya wajumbe wa kamati tendaji ya mkoa ambao wamesema mchakato wa uteuzi haukufuata taratibu za chama. Wamedai kuwa ofisi ya katibu wa mkoa haikutangaza nafasi hizo kwa wanachama wala kupokea maombi rasmi, jambo ambalo kwa mujibu wao ni sharti la kikatiba. Mmoja wa viongozi wa mkoa alieleza kuwa hawakushirikishwa katika hatua zozote za awali, bali waliona tu taarifa ya uteuzi tayari imetolewa. Hakukuwa na mwaliko wa maombi, hakukuwa na vikao vya majadiliano, wala kamati tendaji haikuhusishwa. Hii siyo njia sahihi ya kupata viongozi wa kamati, alisema. Kwa mujibu wa katiba na miongozo ya Chadema, mchakato wa kuunda kamati unapaswa kuanzia ofisi ya katibu wa mkoa ambayo hutangaza nafasi wazi, kupokea maombi kutoka kwa wanachama wenye sifa na kisha kufanya mapitio kwa kushirikiana na viongozi wa mkoa. Baada ya hapo, mapendekezo huwasilishwa kwa kamati tendaji ya mkoa, ambayo hupiga kura kumchagua mwenyekiti wa kamati husika na baadaye kuthibitisha makatibu. Viongozi hao wanasema kuwa hata kama uongozi wa mkoa una mamlaka ya kumteua mwanachama ambaye hakutuma maombi Hatua hiyo haiwezi kuchukua nafasi ya mchakato wa wazi na shirikishi uliowekwa na katiba ya chama. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya viongozi wa mkoa wamewasilisha malalamiko rasmi katika ofisi ya Katibu Mkuu wa Chadema wakitaka kufanyika kwa uchunguzi na kuchukuliwa kwa hatua stahiki. Wamesisitiza kuwa lengo lao si kupinga majina ya watu walioteuliwa, bali kuhakikisha kuwa taratibu za chama zinafuatwa ili kulinda misingi ya demokrasia ya ndani. Naibu Katibu Mkuu wa Chadema Bara, Amani Golugwa, amekiri kupokea malalamiko hayo na kusema kuwa kamati tendaji ya mkoa ina mamlaka ya kikatiba ya kuendesha mchakato wa kuunda kamati. Aliongeza kuwa baada ya mapendekezo kuandaliwa, hupaswa kuwasilishwa katika baraza la uongozi kwa ajili ya usimamizi na uthibitisho. Alisema pia kuwa ofisi ya katibu mkuu itapitia kwa kina malalamiko hayo na kutoa maelekezo stahiki. Kwa mujibu wake kama kutabainika kuwa kulikuwa na ukiukaji wa taratibu, chama kitachukua hatua kurekebisha hali hiyo. Mgogoro huu unatokea katika kipindi ambacho Chadema inakabiliwa na changamoto kubwa ndani na nje, zikiwemo athari za uamuzi wa chama kujiondoa kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa madai ya kukosekana kwa mazingira ya haki na uwazi. Wachambuzi wa siasa wanasema Migogoro kama hii ya Nyasa inaondesha udhaifu wa mifumo ya ndani ya vyama vya upinzani na inaweza kudhoofisha mshikamano wa wanachama hasa katika ngazi za chini. Pia wanatahadharisha kuwa kukosekana kwa nidhamu ya kikatiba kunaweza kuathiri uaminifu wa wananchi kwa chama. Kwa sasa, macho na masikio ya wananchi wengi wa Chadema yako kwa uongozi wa taifa la chama wakisubiri kuona ni hatua zipi zitachukuliwa kutatua mgogoro huu na kurejesha mshikamano katika mkoa wa Nyasa na maeneo mengine nchini.